Mkuu wa wilaya ya Misungwi mkoani Mwanza, Johari Samizi, ametoa rai kwa wazazi na walezi kuacha kuwaficha watoto wenye mahitaji maalum na badala yake wawatoe ili waweze kupatiwa huduma muhimu ikiwa ni pamoja na kupata elimu. Samizi ameyasemayo katika hafla fupi ya ugawaji wa vifaa saidizi kwa watoto wenye mahitaji maalum wilayani Misungwi kupitia mradi wa elimu jumuishi unaotekelezwa na shirika la Sense International. Tusiwafiche watoto majumbani. Watoto wote walioletwa kwa maumbile yoyote yale ni mpango wa Mungu, tuwalete. Wana vipawa, wana vipaji vyao. Wakiletwa katika vituo hivi, walimu ambao ni wataalamu wa kuwafundisha vema, wanaweza kuibua vipaji vyao, kuibua vipawa vyao, ili baadaye na wao waweze kujitegemea ama kukabiliana na mazingira yao bila usaidizi wa mtu mwingine. Kwa hiyo rai yangu wazazi walezi, tusiwafiche watoto wenye mahitaji maalum, tuwatoe ili waweze kupata haki yao ya msingi ya elimu. Lakini hapa tulipo, tuna kituo cha kupimia watoto wenye mahitaji maalum, uoni wao, usikivu, na kama ni matatizo ya ngozi na kadhalika. Kwa hivyo kituo hichi sio kwa ajili ya wanafunzi wa mitindo peke yake, kituo hichi ni kwa ajili ya wananchi wote wa Misungwi ambao wana watoto wenye mahitaji maalum muda na wakati wowote wa kituo kinapokuwa wazi waweze kufika hapa ili tuweze kubaini changamoto ya mtoto mmoja hadi mwingine. Lakini tunaona wenzetu wa Sense International wameweza kuanzisha vikundi vya wazazi wa watoto wenye mahitaji maalum, kwa vikundi hivi pia vimepewa mitaji midogo ambayo itawawezesha kufanya shughuli ndogo ndogo kuweza kujikwamua kimaisha. Tunafahamu ulezi wa watoto wenye mahitaji maalum ni changamoto, ndio maana wenzetu wa Sense International wakaona kidogo hicho cha mitaji wa wape kuwapunguzia yale majukumu ya utafutaji, mitumie vizuri mitaji hiyo katika vikundi, lakini mm. Vikundi hivi viweze kuwakutanisha wazazi wenye changamoto, muweze kuchangia mawazo kwa sababu changamoto, nimesema kwamba, zinatofautiana. Kuna watoto wana multiple disability, wengine wana single disability. Unaposha na mwenzio inawezekana amepata changamoto, ameshindwa kuikwamua. Wewe mzazi mwenzio unapomwambia mimi nimeweza kutatua hivi na hivi, inampa uzoefu wa kuweza kukabiliana na changamoto hiyo. Kwa niwatie moyo wazazi, muendelee kuwatunza watoto hawa, muendelee kuwalea vema na inapobidi kupata matibabu mto, mwatoe, msiwafiche, na nasisitiza tena muwalete shule waweze kupata elimu. Kwa upande wake, mratibu wa mradi wa elimu jumuishi kutoka shirika la Sense International Gerard Tupa, amesema kuwa mradi huo wilayani Misungwi umeanza kutekelezwa tangu mwaka 2022, huku ukifanikiwa kuzifikia kata tatu na shule kumi na sita za mradi ndani ya kata hizo. Mradi wetu wa elimu jumuishi kwa hapa wilayani Misungwi umekuwepo toka mwaka 2022 na umetekeleza kwa zaidi ya miaka mitatu mpaka minne sasa tukiwa tumefikia kata tatu za Mabuki, Mwaniko na Misungwi, huku tukizifikia shule kumi na sita kwa ujumla. Kwa miaka hii ambayo tumekuwa Misungwi tumefanikisha kufanya baadhi ya vitu, ikiwemo utoaji wa elimu kwa walimu kuhusu elimu jumuishi, huku ikiwasaidia pia kufanya ubainishaji wa watoto Uh, wenye ulemavu ambapo kwa mikoa miwili ambayo tunahudumia kwa maana ya Shinyanga na Mwanza tuna zaidi ya watoto elfu moja ambao mpaka sasa tumewabainisha. Lakini pia uh, mheshimiwa mgeni rasmi, mbele yako kuna jengo hili, kituo ni moja ya jengo ambalo mradi umejenga ikiwa ni kituo kwa ajili ya upimaji kwa watoto uh, wenye ulemavu kubainisha mahitaji yao ya ujifunzaji. Kikiwa kimepima zaidi ya watoto mia tano, kituo hiki na kati yao uh, zaidi ya 200 wako kwenye shule za mradi ambazo tunazisimamia. tuna lakini pia mheshimiwa mgeni rasmi uh, shirika ama mradi huu tumekuwa tukijihusisha na utoaji wa vifaa saidizi kama ambavyo leo tutakuwa tuna kukabidhi viti uh, mwendo kwa wazazi kupitia watoto wao ambao wana mahitaji hayo, lakini pia sambamba na hilo uh, mradi umekuwa ukitengeneza miundombinu rafiki ya ujifunzaji kwa watoto shuleni. Mpaka sasa tumefanikiwa kujenga uh, vyumba uh, vyoo vya, vya, vya, vya, vya kusapoti watoto wa kike ambavyo ni viwili kwa shule ya Mwaniko na Mabuki ikiwa na matundu sita, kati yake moja ni chumba maalum cha wasichana kimoja chenye kusapoti watoto wenye mahitaji maalum. Mimi ni mzazi wa Kisendi Tabu Filipo ambaye nimefika hapa kuja kupokea viti mwendo cha mtoto wangu ambao kimsaidie katika mali ya kuishi pale. Mbali mimi naishi kijijini katika hatujapata kiti mwendo. Changamoto alizozipata, kwanza kwa kukaa tu mwenyewe ni shida, ila kwa sasa nafurahi sana mwanangu, anakaa tu vizuri na, na, na maisha yake tu anaendelea vizuri sasa hivi ananiako teseki sana asi. Wazazi wenzangu hao naombeni wa, na sana wasiwafiche watoto, maana hali kama nitasemea hali yangu, nimeteseka naye sana mtoto wangu muda mrefu, lakini nilipopata huduma hii ili furahi sana maana huduma nyingi tu inaweza kumsaidia mwanangu, na wasitiza sana wazazi wenzangu wasiwafiche watoto akawafikia nyumbani. Vifaa vilivyotolewa na shirika hilo ni pamoja na viti mwendo kumi na tano kwa watoto wenye mahitaji maalum, jezi za mpira seti kumi na sita, mipira kumi na sita kwa shule zote za mradi katika wilaya hiyo. Mimi ni Cyprian Magupa wa Daily News Digital Mwanza.